Jua lilikuwa kali juu ya dari za mabati za mabati, mtaa wa Kiwalani, ndani ya vichochoro. Jina la Sudi, kijana mwenye miaka 19, lilikuwa likitetemesha. Alikuwa kiongozi wa genge lililojulikana kama Paza za sauti ijenge lililojihusisha na uporaji wa maduka, kuvuta bangi na kushusha heshima za watu mitaani. Sudi hakuwa na mzazi, alilelewa na bibi yake aliyekuwa mgonjwa sana, na maisha ya mtaani yalimfundisha kuwa enguvu ndiyo sheria. Hakuwahi kusoma zaidi ya darasa la tano, lakini alijua kupanga, kujitetea na kuamrisha, sifa zilizomfanya atawale mtaa wake kama mfalme wa giza. Lakini siku moja kila kitu kilibadilika. Wakiwa wanatoka katika uporaji wa duka la vifaa vya kielektroniki, walikimbizana na polisi. Risasi zilifyatuka ovyo, genge lilitawanyika. Rafiki yake wa karibu Chidi alipigwa risasi mguni na kukamatwa. Sudi alifanikiwa kutoroka akajificha kwa siku tatu. Aliporudi nyumbani, alimkuta bibi yake kalazwa hospitali hajitambui. Pesa aliyokuwa nayo ilitosha kulipa siku moja tu ya dawa. Alikaa nje ya wodi usiku kucha, akimwangalia bibi yake, machozi yakimtiririka kimya kimya. Ndipo alipoingia muuguzi mmoja mzee, akamwambia kwa sauti ya upole, "Kijana, maisha yanaweza kubadilika. Hata mti uliopinda unaweza kunyoka ukifungwa vizuri." Maneno yale yalimgusa. Alikaa pale usiku kucha akifikiria. Asubuhi alitembea moja kwa moja hadi kwa afisa wa kijamii aliyekuwa akijihusisha na vijana wa mitaani. Akakiri makosa yake yote. Alitaka kubadilika. Alitaka bibi yake aishi na yeye awe mtu bora. Ilikuwa safari ngumu. Alipewa kazi ya kujitolea kufagia soko kisha akajifunza useremala kwenye kituo cha vijana. Aliamua kutumia nguvu zake kuokoa vijana wengine waliokuwa kwenye genge lake la zamani. Wengine walimcheka, wengine walimtishia, lakini hakurudi nyuma. Miaka miwili baadaye, Sudi alikuwa mseremala stadi, akimiliki karakana yake ndogo. Alikuwa anawaajiri vijana waliokuwa wahalifu, akiwapa nafasi ya pili kama aliyopewa yeye. Alikuwa mgeni maarufu kwenye shule na taasisi, akihubiri kuhusu mabadiliko, akitoa ushuhuda wa maisha yake ya zamani. Na bibi yake alipona, alikuwa anakuja kila Jumamosi kukaa karibu na karakana yake, akishuhudia mjukuu wake aliyekuwa simba wa uovu sasa akiwa nguzo ya nuru. Kama umeipenda video hii, tafadhali subscribe ili usikose nyingine.